Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali pa moyo, mahali pa malezi na mahali tunapojifunza maisha katika hali ya uhalisia. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia jambo la msingi sana ambalo limekuwa likiwasumbua watu wengi sana, jinsi ya kuanza mwezi Januari. Mwezi Januari umekuwa ni mwezi ambao unatisha, unatishia amani, unaogopesha, yaani kwa sababu unakuta huenda wakati mwingine umejipanga kuanza mwezi Januari kwa kishindo, unakuwa una malengo, unakuwa una ada za watoto, unakuwa una mambo mengi ambayo yanakusubiri Januari, na unakuwa ni mwanzo mpya ambao unakuwa unataka kujipanga na kuweza kuhakikisha mambo yanaenda sawa. Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tumekuletea habari njema, ambapo leo ninaenda kugusia mambo matano ambayo ninakwambia kwamba inawezekana kuanza Januari bila ya stress. Kaa nami hadi mwisho, ili uweze kuangalia ni mambo gani ambayo tunaenda kuyazungumzia matano, ambayo yatakufanya uanze mwezi Januari kwa kishindo bila ya kuwa na stress yoyote ile, ukiwa unajiamini na ukiwa umeanza ukiwa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 Jambo la kwanza, kubali hali yako halisi. Hii tunasema ni acceptance, yaani wewe unapoanza Januari ukiona kabisa kwamba hali yako haijakaa kama vile ambavyo ulikuwa umepanga, yaani mwaka mzima umeenda mpaka sasa ni mwezi wa kumi na mbili umepita, sasa unaingia Januari ambapo ndio unaanza kupanga mambo yako, unatakiwa ukubaliane na hali halisi ya wewe. wewe uko wapi hapo ulipo Jikubali kwanza, kubaliana na hali yako, panga mambo yako kulingana na hali yako. Usikubali kupata stress kama ulijipanga na mambo hayakukaa sawa, kubali. Kukubali ndio mwanzo wa kuweza kupanga kitu kizuri. Kubali pale ulipo, anza kujipanga kulingana na ulipo hapo hapo, usimwangalie mtu mwingine. Yani jikubali wewe hapo ulipo, anza kwa kidogo kidogo. Anza sasa kutengeneza malengo yako Januari, yatengeneze vizuri. Yani kubali kwanza, wewe jikubali, usimwangalie mtu mwingine, jikubali wewe, anza mdogo mdogo. Jambo la pili, usijilinganishe na watu wengine kwa kawaida Januari watu wanaonyesha mafanikio yao, watu wanaonyesha mambo yao mazuri: nimejenga nyumba, nimefanya hiki, nimenunua gari, nimenunua kiwanja, nimepeleka, napeleka watoto wangu shule nzuri. Yaani unakuta watu Januari sasa wanaonyesha watu wengine mambo yao mazuri, uhalisia wa mtu anaujua kwenye moyo wake. Usijilinganishe na mtu mwingine, kuwa wewe yani, wewe be you, usikubali kuwa mtu mwingine. Unakuta wakati mwingine, watu wanapata stress, wanapata pressure kwa kuangalia mambo ya watu wengine. Jiangalie wewe mwenyewe, usijilinganishe na mtu mwingine, tengeneza mipango yako. Yako ni ya kwako, ya kwake ni ya kwake. kwa hiyo mafanikio ya mtu mwingine yasije yakakutia stress wala yakakupa pressure. Panga mipango yako wewe, fanya mambo yako, kubaliana na hali yako, ridhika na ulichonacho wewe na si mtu mwingine. Kwa hiyo usiendeshwe na hisia za mtu mwingine. Jambo la tatu, panga kidogo kidogo, si kila kitu ukifanye kwa wakati mmoja. Mara nyingi watu wengi hupatwa stress sana Januari kwa sababu anataka afanye mambo yote yani, siku thelathini imefika Desemba. Sasa mtu anataka itakapofika tu Januari awe kila kitu ameshakikamilisha, wakati miezi yote kumi na moja kule nyuma alikuwa amechelewa. Kwa hiyo unakuta mtu anapambana na ule mwezi wa kumi na mbili anang'ang'ana ili hakikisha kwamba Januari lengo limeshatimia, yani mambo yote ambayo alichelewa kule nyuma anataka yafanye kwa siku thelathini. Hicho kitu akiwezekani kwa hiyo fanya kidogo kidogo. Imefika mwezi Disemba, mambo yako hayajakaa sawa, hamishia Januari. Anza tena kupanga mdogo mdogo, vile ambavyo umevikamilisha viwekee tiki. Yani maana yake ni kwamba unakuwa una malengo malengo yako unakuwa umeandaa na umeyaandika. Kwa hiyo malengo ambayo yamekamilika, kwa mfano mwaka ishirini ishirini na tano, yale ambayo umeyakamilisha, kwa hiyo utaweka alama kwamba nimekamilisha. Yale ambayo bado utayahamishia mwaka ishirini ishirini na sita. Kwa hiyo unaenda unapanga kidogo kidogo kidogo kidogo, mwisho wa siku kinakuwa kitu kizima. Usilazimishe mambo yote yakamilike, mambo ya mwaka mzima yakamilike kwa siku thelathini. Hicho ni kitu ambacho kinakuwa hakiwezekani, na ukilazimisha ndio chanzo cha kupata stress. Jambo la nne, linda afya ya akili na moyo wako. Tunasema kwamba mzazi aliyechoka huumiza watu wengine bila ya yeye mwenyewe kujua, hivyo tafuta muda wa kupumzika tafuta watu wazuri ambao unaweza kuzungumza nao, ambao wanaweza kukushauri vizuri. Tumia hata dakika kumi kupumzika na kutafakari mambo yako vizuri kwa utulivu, usiji stress, kwa sababu maisha hayajaisha. Mwaka unapoisha sio kwamba maisha yameisha. Kwa hiyo usiji stress kuhakikisha kwamba kila kitu lazima kikae sawa. No, no, no, no. Yani usikubali kujistress. Kwa hiyo tumia muda wa kupumzika hata dakika kumi. Zungumza na watu ambao wanakutia moyo Hakikisha unajali familia yako unaiweka katika hali ya utulivu, mwisho wa siku malengo yako yanatimia na Januari unaingia kwa kishindo bila ya stress yoyote. Jambo la tano, kumbuka Januari si hukumu, yaani haijaandikwa kukuhukumu bali ni mwanzo. Mara nyingi mtu anaona kama Januari imekuja kwa ajili ya kumhukumu, yaani Januari, jamani, huu ni mwezi. Unakuta hata watu wengine wakiwa wanazungumza, utamsikia anasema, jamani, huu mwezi Januari, jamani, huu mwezi Januari. Kwa sababu Januari ambapo mtu kama utakuwa haukujipanga vizuri, vitu vyote vitakuwa vimerundikana kwa ajili ya mwezi Januari, ada za watoto kwenda, watoto wanataka waende shule, ndio hivyo, kwa kufunga mwaka, ndio hivyo, mambo yanakuwa yamepandana hivi. Kwa hiyo Januari haijaja kwa ajili ya kukuhukumu. Januari tu ni mwanzo mpya Una uwezo wa kufanya mambo yako Januari kwa utulivu na kwa utaratibu, ambapo kule nyuma unatakiwa uwe umetengeneza misingi imara. Na pia hiyo misingi imara, hata kama itakuwa haijaenda vizuri, bado Januari haijaja kukuhukumu. Ichukulie kama mwanzo mpya. Ukichukulia kama mwanzo mpya, unakuwa haunakaa hauna mbali na stress kabisa, ndugu yangu, mzazi mwenzangu, rafiki wa Moyo wa Malezi. Maisha si kwamba lazima pesa ziwe nyingi ndio yawe na thamani. Hapana, maisha pia hayahitaji kwamba lazima uwe umepambana sana ndio uonekane kwamba umefanya kitu kikubwa sana siku ya wakati wa Januari. Hapana, maisha yanahitaji upendo, maisha yanahitaji amani, maisha yanahitaji uvumilivu, maisha yanahitaji kuweka watu wa familia yako karibu. Usijipe stress kwa ajili ya mwezi Januari. Una uwezo wa kuanza vizuri na una uwezo pia wa kumaliza vizuri. Usijilaumu, usijihukumu, usijifananishe na mtu mwingine. Wewe ni wewe. Siku zote huwa nawaambia watu kwenye Moyo wa Malezi kwamba be you, nikimaanisha kuwa wewe usijilinganishe na mtu mwingine, wala mtu mwingine asikuambie kwamba yeye ndio kafanya vizuri kuliko wewe. Mwezi Januari usikupe stress, hakikisha mwezi mmoja tu, yani siku thelathini zisije zikaharibu amani ya moyo wako, zikavuruga utaratibu mzima wa maisha yako. Hapana, mwezi Januari utapita, miezi mingine pia itafuata na la maisha lazima yaendelee. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usijilaumu, tuko pamoja, una uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Kama umeshindwa 2025 2026, utafanya vizuri zaidi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza.